Ah ili eneo ni barabara ya kutoka Morogoro kwenda Iringa maarufu kama Iyovi. Ha, uh, tunachokiona hapa ni kwamba barabara yetu kutoka na mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Sasa imeanza tope zimekuja zimeingia barabarani na magari kadhaa, madereva ambao hawakuwa hawakuwa na tahadhari wameweza kupata madhara ambayo tumeyaona. Magari kama mbili tatu ambazo zimeanguka. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Morogoro tunataka kutoa tahadhari kwa madereva ambao wanatumia barabara hii hasa kipindi hiki cha mvua kwamba kipindi cha mvua wanapaswa kupata sheria zote za barabara na, na kuchukua tahadhari mbalimbali, sababu mvua zinapokuwa zinanyesha, huoni kwanza, uoni ni hafifu, lakini lolote naweza akatokea. Kama hivi sasa maporomoko yametokea, barabara imeziba, lakini dereva sasa huyu yeye akawa amekuja tu bila kuchukua tahadhari, kisha siku kupata matatizo. Kwa hiyo nitoe tahadhari kwa madereva kwamba wanapaswa kuchukua tahadhari la polisi tumeimarisha doria hapa uh, kusudi waweze kupita kwa kwa, kwa kati, wakati Kutalaba, uh, uh, uh, uh, wakati wenzetu wa TANROADS wanaendelea kuondoa hizo kifusi ambacho kiko kwenye barabara na baadaye hali itakuwa ni nzuri. Watakia maandalizi mazuri ya mwaka mpya na wasafiri wote wapo sana. Mwenyewe anaitwa Waziri Mikdad Nitingo, hiyo kuso hapo juu. Kwa tunashuka hivi down hii. Baada kusogea sogea na hii down hapo Tukakutana hapo na hilo likifusi hapo o da, dereva baada ya kujitetea akanyaga breki k basi, naye akawa anapandisha hivi kwao, sema kujitetea ikawa hamna hapo, tukapanda hilo likifusi chuma akajipiga mtama. Majina yangu naitwa Emmanuel Harris Mkila, mzaliwa wa Dodoma. Mimi ni msaidizi wa dereva, ikua tukutoka da kuelekea Mbeya. Uh, gari na gari ilikuwa imepakia shehena ya matrekta. Sasa wakati tumefika maeneo haya Iyovi haya, kutokana na mvua mvua na utelezi na nini, gari ikawa imeteleza. Baada ya kuteleza ikawa imegonga ukingo wa daraja, ilivyogonga ukingo wa daraja tairi ikapasuka, gari ikavutwa kuelekea bondeni kama hivi unavyoona. Hichi ni kitendo kama cha sekunde tatu au tano, mpaka hapa gari unavyoiona imefika, lakini namshukuru Mungu, tumeondoka na katika mazingira tukiwa salama, chugukochubuko tu na mali kwa kama hivi unavyoona mali tulitoa huko kwenye kontena, zingine zimepata majeraha na zenyewe na zingine ziko vizuri. Ndio hivyo, kutokana na barabara zetu na zenyewe sio rafiki sana. <coughs>